Karibu sana mpenzi msikilizaji, hii ni Utamu Kolea Simulizi, sauti ya mapenzi, visa na mikasa vyenye kusisimua na kugusa nyoyo. Si mwingine, ni mimi Smartboy Abdul Aziz Ibrahim, msimuliaji wako wa simulizi yetu ya leo inayokwenda kwa jina la Simu ya Shemu, usiku mzito. Simulizi hii imeandikwa na Patrick Chengula. Kuna simu za mabosi, simu za mabebe, hii ni simu ya shemu. Twende pamoja mpaka mwisho wa simulizi yetu, simu ya shemu, usiku mzito. Sauti ya chini yenye uchovu kidogo. Naitwa Ramadhani, na hata leo nilikusimulia kisa hiki, bado nahisi ule ubaridi wa pikipiki usiku ule mzito. Ilikuwa ni kama saa tisa kasoro za usiku, nilisinzia. Nilikuwa usingizini kabisa, nimejisahau mwenyewe. Chumba kilikuwa kimya, giza nene na nilichosikia ni mlio wa simu yangu tu ukichana kwenye ukimya wa usiku ule. Namba ngeni nilishtuka, nikakata mara ya kwanza, unaweza kudhani ni marafiki wa kijinga, lakini ilipopiga tena kwa msisitizo Nikahisi kitu kingine kimenikuta. Nilikamata simu kwa uvivu, macho yakiwa bado yamejaa usingizi. Napo pia nilikata. Nikajiuliza sana, ni nani anapiga simu usiku huu wote, muda huu? Lakini je, kama ana shida ya kweli, nina imani atapiga tena. Goja, nitampokelea na kweli simu ilipigwa tena, na nilipopokea sikuongea chochote mpaka pale niliposikia sauti iliyotoka kutoka kwenye simu ile. Baada ya hapo nilikata pia, nikajiweka sawa kidogo, endapo akipiga awamu hii, basi acha tu niwasiliane naye. Baada ya muda kidogo simu ilipigwa tena nikapokea. Halo. Sauti yangu ilikuwa nzito, iliyovimba kwa usingizi. Upande wa pili nikaanza kusikia pumzi nzito, kisha sauti ya kike yenye hofu iliyofichwa. Ramadhani, samahani sana kwa kuamsha muda huu, ni mimi Oliva. Moyo ulidunda ghafla. Oliva, mke wa kaka yangu Juma. Nikazidi kujiweka sawa kutoka kwenye wengi la usingizi, maana ilikuwa sio kawaida. Oliva, kuna nini usiku huu saa hii? Nikajikuta nimesimama kitandani. Nilijua Juma kaka yangu alikuwa bado hajarudi kutoka kule kazini, ni mwezi mzima sasa. Ramadhani, nina wasiwasi Oliva aliongea, nina wasiwasi, kuna shida nimepata, tafadhali unisaidie. Umeme umekata ghafla na nimesikia vitu hapo nje, naogopa na niko peke yangu, siwezi kulala, nimekosa kabisa usingizi. Shemu, msaada wako maana, wewe si umesoma uinjinia wa umeme, nisaidie Ramadhani. Nikapumua kwa nguvu, hofu yake ilionekana kuwa ya dhati, nilishindwa kusema hapana. Nilimkumbuka Oliva, mke wa kaka yangu, lakini pia mrembo wa ajabu, mpole, mtaratibu na sasa yuko peke yake, anahitaji msaada. Injinia wa umeme wa majumbani, nipo. Niliwasha taa yangu ya chumbani, nikavaa haraka suruali na shati ovyo ovyo ovyo. Kila hatua niliyopiga nilihisi kama kuna mkono mzito unanivuta kurudi kitandani. Nikajivuta mpaka nje nikawasha pikipiki yangu. Sauti ya injini ilipasua kimya cha usiku ule. Nilipanda nikaelekea moja kwa moja kwa shemeji yangu, moyo ukidunda kama ngoma. Nilipokuwa barabarani, ubaridi wa alfajiri ulinichoma. Macho yangu yalijaribu kuzuia usingizi, lakini wasiwasi ulizidi kunichanganya. Ghafla simu yangu iliita tena. Ni Oliva. Ilinibidi nisimamishe pikipiki pembeni na kujibu simu ile. Uko wapi Ramadhani? Njoo haraka, nina hofu, nilisikia mbwa akibweka hapo nje. Sauti yake ilikuwa ya kukatika, ilikuwa inanisukuma. Nikakata na nikamjibu, na kuja. Nikaongeza mwendo. Baada ya dakika chache, simu tena. Ramadhani, uko wapi? Mbona unachelewa Nakuja shem, niko njiani. Umetokewa na nini hasa? Nifungulie mlango wa nje sasa. Hapa ndipo aliponichanganya. Kuna nini Ramadhani? Mbona unanuna? Nahisi hukutaka kuja eh? Usijali, nimekuandalia kitu cha kunywa hapa Njo haraka, nimekukumbuka sana. Ujue kaka yako angekuwepo kuwepo... hmm. Nimekukumbuka sana. Maneno haya yalinitikisa. Ilikuwa ni simu ya mtego. Sikuhisi tena kama nimeenda kutoa msaada, bali nilijihisi ninaitwa kwenye mwaliko. Oliva alisimama nje, tabasamu lake lilikuwa zito. Alinishika mkono, akaielekeza ndani. Basi, hii ni sehemu yetu ya kwanza ya Simu ya Shemu Usiku Mzito. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kupata mwendelezo wa simulizi bomba kabisa hii kutoka Utamu Kolea Simulizi.